Mjini humo wamefanya maandamano ya kulalamikia ongezeko la uhalifu eneo hilo. Wafanyabiashara hao waliwasha moto na kufunga barabara kuu ya Embu kuelekea Meru, wakitaka hatua za haraka kuchukuliwa. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa magenge ya wahalifu yameongezeka mjini humo, huku wezi wakivunja maduka na kuiba mali ya thamani isiyojulikana kila siku. Aidha, wanasema katika kipindi cha wiki moja maduka kumi yamevunjwa na mali kuibiwa, na wafanyabiashara hao wanalalamikia utepetevu wa polisi. Tunaona Embu Town imekuwa turned into gangsters paradise, na wale wakora wanafanya kazi hapa wanajulikana, mahali wanakaa na, wana, wana na wakiiba vitu mahali wanapeleka, Kisimayu is one of that places, shauri iko in that, in, in that randa, lakini hakuna polisi, hakuna intelligence imeenda huko kuchunguza ni kinaendelea huko. Kuna mali tafika, tuanze kuchukua sheria mikononi. Sisi kama raia, sisi hatuna jela tumetengeza ya kupeleka watu. Sisi tukikukamata kama we ni mwizi, jela yetu ni mbinguni. Kwa hivyo hata wenye wanapora, aidha unashirikiana na polisi ama wanasiasa, we tu kuwa ready. Leo tunafanya mkutano hii ambayo ni ya dharura. Kesho saa nne tutashikana sisi sote business community tuende kwa county commissioner, mpaka yeye mwenyewe atuambie ya kwamba tuko na uhuru wa kufanya biashara ama maisha yetu pia yako hatarini.